Wakija hapa Garissa watakuja kuambia sijui wantam, sijui nani must go, sijui nini must go. Hao watu ni watu ambao hawana ajenda yoyote ya wakenya wa kawaida. Kazi yao ni siasa asubuhi mpaka jioni, mwaka siku ya kwanza mpaka siku ya mwisho ni siasa, siasa za chuki, siasa za matusi, siasa za kubagua watu. Ndio maana unawasikia, unawaona hata kwa runinga wanasema ati sababu Wasomali wamepewa kitambulisho na wanapata passport, eti hadhi ya passport ya Kenya inashuka. Tunataka tuwaambie shame on you. Wasomali ni wakenya kama wakenya wale wengine. Wasomali ni wakenya sio wakenya. Huu mji wa, wa, wa Garissa, nyinyi kama jamii ya Wasomali mmekubali kuishi na wakenya wengine kama ndugu na dada na hambagui wa Kenya wengine. Kiongozi yeyote anayekuja kubagua watu kwa msingi wa ukabila, huyo ni adui ya Kenya na ni adui ya dunia mzima. Kama iko watu watashusha hadhi ya passport ya Kenya, sio Wasomali kupata kitambulisho, sio Wasomali kupata passport ya Kenya. Wale wanashusha heshima ya nchi ya Kenya ni wewe, ukiwa kiongozi mwenye akili ndogo kwenda huko nje kwenda kwa runinga kuongea mambo chafu ya kubagua wakenya wengine na kuharibu jina la nchi ya Kenya. Wewe ndiye mwenye akili ndogo, wewe ndiye unashusha hadhi ya passport na heshima ya Kenya kwa dunia mzima. Si mnaona wakienda dunia wanaenda kuongea mambo chafu wakiwa hapa, wakienda kwa runinga eh, hey, simuliwaona wakienda Marekani maneno inatoka kwa mdomo maneno chafu, simuliwaona simunaona wakienda kwa runinga. Badala uambie wa Kenya, ajenda yako ya wakenya ni ajenda gani? Unaenda kuongelea viongozi wengine kusema, sijui Kithure Kindiki ni mrefu, sijui amenona, sijui shona ako na meno chafu, na wewe hujajiangalia meno yako. Nani hiyo mambo ya ukabila na mambo ya kuongelea viongozi wengine hakuna mahali itakupeleka. Kama unataka kuwa kiongozi, kuja Garissa ambia wakenya wenye wako Garissa, uambie wote waishi kwa amani kama ndugu na dada wa nchi moja. Usibague ati huyu ni Msomali, huyu ni Mkikuyu. Mkiku, nimeona Wakikuyu wako hapa kina Wanjiko na Njoroge, si nimeona hapa, si mnaishi na wako amani? Sasa mtu akija wa waambia oh, sijui watu ya nyumba. Watu ya nyumba ni sisi wote nyumba moja ya Kenya, sisi wote ni nyumba moja kweli, si kweli? Na tusikubali kiongozi yeyote aje hapa Garissa atubague kwa misingi ya ukabila, atuletee siasa za chuki, siasa za uchochezi na siasa za migawanyiko. Tuishi kwa amani. Wakati wa kupiga kura ukifika Tuangalie kila kiongozi na kazi ambayo ametufanyia. Si naibu wa rais amesema ile kazi wanafanya na rais, wale wa matusi, siasa ikifika muwapee matusi yao, si ni kweli? Wale wa kazi kama William Ruto na Kithure Kindiki, muwarudishe kazi, waendelea mambo ya tu